Haba na sera za huyu kidogo zina nafuu, yani mpaka uuze sera. Sasa sisi Waislamu, dini yetu ni ya haki, sera za dini yetu mbona hatuziuzi kwa hawa watu kisha watachagua Uislamu namna mafundisho yake yalivyo na zile dini zingine. Ukweli hapa uko wapi? Nyinyi mmeganda tu misikitini, kutoka hamutaki, alafu tukija msikitini tunataka tupate nguvu ili twende tukatangaze hii sera za Uislamu watu waone. Nyinyi mnatufukuza, mnatuita matapeli, mnatuita warongo, mnatuita makonman. Enyi waislamu wapendwa, nyinyi ambao mnasimamia misikiti, muogopeni Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata nyinyi mtakufa. Alafu kama we ni imamu wa msikiti wowote ule, ama we ni chama ni wa msikiti wowote, atakayekufa jirani hapo kafiri, hakufikiwa na ujumbe wa Uislamu, na wewe ndio unamiliki msikiti huo, hata kama unajifanya hamnazo, umejizima data kuna makampuni mengi uko bizi sana, utaki wewe mambo mengi. Atakayekufa kafini na wewe ni masuhulia hapo, jirani na wewe ndio unasimamia umsikiti, na wewe ndio unamsimamia imamu wewe, na imamu wako nyote mtakuwa masuhulia siku ya kiyama. Hawa watu wamekufanya makufana, na nyinyi mlikuweko, mbona hamkuwafikishia? Ndio maana Mtume sasa sala katika hadithi sahihi akasema, balighu anni walau aya, nifikishieni kutoka kwangu japo aya moja Aya hii moja ilikuwa inafikishiwa wapi wapi? na ni kina nani wafikishiwe? Baadhi ya Waislamu wanadhani ah, ilikuwa ifikishwe kwa Waislamu, we Waislamu peke yao. Sio Waislamu peke yao, wacha uzuka. Waislamu wapendwa, ifike mahali tuambiane ukweli, hakuna haja ya kubembelezana. Misikiti imebinafsishwa, misikiti inaendeshwa kama wanavyotaka watu. Sasa wewe, Waislamu wapendwa ambao una swali kwenye misikiti mbalimbali, naomba sasa tufanye kazi na nyinyi pamoja nyinyi Waislamu maratibu munaoswali swafu ya kwanza, swafu ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano na kuendelea, na waomba sasa tufanye kazi na nyinyi. hii kazi ya Mungu naomba tufanye na nyinyi. Haya, tufanye na nyinyi kivipi? Mtakapomuona Sheikh Suleiman Mazinge amesimama msikiti wowote, amenyanyuka pale kwa niaba kutoa darsa na kuchukua nguvu kwa waislamu kwenda kunusuru dini, kisha asimame mtu miongoni labda ni kamati, ni nani, aseme, kachi, ni kamati ama ni nani whatever aseme wewe kaa chini, hujaruhusiwa. Waislamu nyanyukeni na huyo mtu nyanyukeni, na huyo hivi, kuna sababu ya sisi kutopewa fedha kutangaza dini hii? Hao wanaotuzuia hawaoni Mungu anavyopigwa matusi kila kona, kila Jumapili? Mombasa yenyewe hii imezidiwa na makanisa. Hii Mombasa yenyewe makanisa ni mengi kuliko misikiti. Hapa Mombasa na vitongoji vyake misikiti ni michache, makanisa ni mengi. Mungu anatukanwa kila siku. Mungu ana mtoto, Mungu ana mtoto, Mungu Yesu ni Mungu, ni mwana wa Mungu, matusi yale. Mtu huoni, kuna sababu gani ndugu yeye kutunyima sisi fedha kwenda kudhihirisha haki kwa watu? Waislamu wapendwa, mnosali kwenye hii msikiti, sasa simameni na sisi tutangaze hii dini. Kama kamati za msikiti waliona kuchangiwa ama Waislamu, wala waislamu waumini wanaoswali hawana shida na sisi kabisa wanaona kabisa Shemazingi anafanya dawa yake, tunaiona kwenye mitandao anafanya. Tatizo ni husda za wasimamizi wachache kwenye msikiti. Sasa roho mbaya hao watu imezidi eksesi, kwa sababu kwanza hela hawatoi hao kamati, wanaotoa ni Waislamu. Wao ni ile kusema green light cha kimazingi, endelea, ni kazi ya Mungu wafanya watu kuona, endelea. Si hiyo inatosha? Hela utatoa wewe? Wewe unaumwa na nini, kitu gani kinakufanya unaumwa? Waislamu wapendwa, mabakhili wa kwa aina mbili ndani ya Qur'ani, kuna bakhili ambaye hataki kutoa kwa ajili ya Mungu. Yeye motoni ameamua kwenda tu, na kuna bakhili wa pili, ni muovu zaidi kuliko yule wa kwanza. Yeye hataki kutoa na anazuia waislamu msikitini wasitoe. Huyu ni maluni wawazi kabisa, atoka muona na kanzu impiga pasi mpaka inzi akipita na katwa mara mbili. Huyu ni mtu wa motoni, wewe kutoa hutaki na kwa nini unazuia Waislamu msikitini wasichange wakadhamini dini yao, na wewe ukifatwa hutatoa. Maana tukikufuata utoi, huwezi kutoa kwanza. Ukiangalia pale kwenye CCTV kamera wewe ofisi yako iko juu gorofani, ukiangalia nani Mazinge? Unasikia anampigia wewe secretary, mwambie hawa mwambie hawako hapa hayuko, hayuko bosi, hutaki hata kutuona nikambe wa imani yako, nikambe sisi tumekuja kukusumbua, na sisi tumekuja kukusaidia wewe kazi, siku ya kiama usiulizwe. Lakini kwa kuwa si mcha Mungu wala Uislamu majukumu yake unajifanya huyajui, hamnazo, ndio maana utaki. Waislamu wapendwa, labda niseme ama nizungumze kuhusu misikiti miwili, ni ningeomba inshallah utaala taala wa Waislamu wajifunze kupitia misikiti miwili. Msikiti wa kwanza ni msikiti Musa pale Mombasa. Unaona msikiti Musa Mombasa, leo mimi nautaja na, na sijawahi kutaja msikiti wote hapa. Chama ni wa msikiti ule, nasema kwamba Mungu amzidishie kheri, sitamtaja jina, lakini ningeomba nyinyi machama ni wa misikiti yote Mombasa nzima, hebu jifunzeni kupitia huyu chama ni wa msikiti Musa huyu na roho yake ilivyokuwa nzuri. Huyu mwana sijapata kuona mwarabu ana roho nzuri kama huyu mtu amenipa ruksa juzi nikachanga tena, aliniambia shehe, changa hela tangaza dini ya Mungu, hakuna maswali mengi, unafanya tuaona, changa na nikachanga. Kuna mwislamu akajitolea seti nzima ya vyombo vya dawa ya Allah. Simjifunja jamani, kwa huyu mtu. Huyu mtu anajua kabisa mimi ni a na mimi ha, alhamdulillah, mimi Mungu amenipa neema ya mali, lakini nitaziacha hizi sasa. Dini ya Mungu inaendaje? watu kule wanatolewa, wana kufurishwa ni majukumu yangu na yako, na mwingine akatupatia nafasi, mja wa Mungu huyu. Nyinyi Waislamu ambao mtakuwa mnatazama hii, naomba ukila, ukiswali huko uliko, uwe London, uwe America, ukiwa Burundi, ukiwa Rwanda, na kuomba wakati una swali tu, hebu mfanyie dua huyu chamani wa huu msikiti Musa, mfanyie dua, mwambieni Mungu, Mungu amuondolee maradhi huyu kiume huyu, alafu Mwenyezi Mungu amjalie huyu mtu Mungu mwenyewe amlinde kwanza kabla ya serikali. Mungu mwenyewe amlinde kwanza huyu mtu alafu, kama ana maradhi kwenye kiwiliwili chake huyu, chama ni wa msikiti Musa Mombasa. Nazungumzia Mombasa, msikiti Musa, sizungumzii msikiti Musa ulioko kwingine. Nasema Mombasa, Mungu amuondolee maradhi huyu mtu, namjalie neema, manake icho alichokifanya ile kuniparuksa tu mimi nisimame msikitini pale hii ni wazi kwamba huyu mtu anaogopa Mungu na anaogopa kila idara ya majukumu ya ya Qur'ani, maadamu ni Qur'ani imesema huyu hana anachopinga. Mungu amzidishie huyu Sheikh. Na imamu wa pili ama msikiti wa pili ambao ningependa kuutaja leo hapa hata ulimwengu mzima waone, na nimesema ni msikiti wa Njoro Mariakani. Ukitoka Mombasa kama unaenda Nairobi, kuna mji unaitwa Mariakani. Kuna msikiti pale unaitwa Njoro, ngoja leo niutaje huyu imamu wa msikiti huu, huyu nitasema huyu ule ule ni kama ule chama chiamani wa wa msikiti Musa tu ni kama huyo huyo. Huyu mtu ana roho nzuri, hatujapata kuona bwana imamu wa msikiti huu roho yake, msikiti wa Njoro pale Mariakani, huyu mtu ana roho nzuri, hatujapata kuona hebu. Maimamu wote Kenya mzima na Mombasa nzima wangekuwa na roho kama ya huyu na huyu chiamani huyu wa Musa, Uislamu ungekuwa mbali, uislamu ungeenda mbali na mimi siwataji hawa ati kwa sababu mimi najipendekeza kwao. Hii dini mimi natangaza sio ya hawa watu wawili, mimi natangaza dini ya Mungu, mimi nategemea malipo kutoka kwa Allah sio kwa hawa. Lakini sasa hawa watu wana roho nzuri, na inafaa iwe mfano kwa misikiti mingine. Misikiti mingine ukienda, we ni mtu wa dawa kama mimi kwanza analinganishwa na watu wa kuombaomba wa kawaida. Hiyo ndo akili yao ya kwanza ilivyokuwa mbovu, lakini angalia msikiti Musa nilichukuliwa special. Sheikh ameingia chama, nilipompigia tu simu akaniambia, ni mazinge huyo, yule tunamuona kwa mambo ya free mason. Niliulizwa swali moja, "Sheikh unatakaje? Nikamwambia, Sheikh mi sina vyombo, vyombo vyangu vimeharibika. Akaniambia, msikiti huo wacha niongee na imamu na viongozi wenzangu, lakini tegemea inshallah We, hiyo ishapita na ikawa hivyo. Sasa Waislamu wapendwa, nazungumza kwa sababu nasikia furaha nikiona viongozi wa dini wanaonesha mfano mzuri kwenye kitengo kilichokuwa muhimu cha dawa kama hiki. Na nyinyi ambao mko Marekani mko wapi na kwingine na kwingine, mujifunze jamani, kwa imamu huyu wa Njoro. Alafu kuna msikiti mwingine hapo Mariakani, huu msikiti hapo ukiingia Mariakani tu mkono wa kushoto huo, ah, nao pia maimamu wana roho nzuri sana. Huo msikiti nzuri sana ukiingia tu Mariakani, umetoka tauni Mariakani, ukiingia kuna msikiti unaitwa msikiti Nuru no. Viongozi wa pale, Mungu awajalie wa neema, na nawataja makusudi e, hata kama watasikia, si shauri yao, si wasikie tu.